Kwa hiyo mida ya saa nne polisi ndio walikuja eneo la tukio, kutoka saa nane ila kumi na nane usiku, wakafanya uchunguzi wao, wakachukua sample za damu, wakachukua vipimo vyao, wanao vidio vya kiupelelezi. Baada ya hapo, wakasema, bwana, tunaomba sisi, tumemaliza kazi yetu, tunaondoka. Tukawaulizauliza maswali pale, hakukuwa na majibu, wakasema wanaendelea kufuatilia kwao. Tukaanza sasa sisi initiative za kuanza kumdai ndugu yetu, kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunafanyaje silitegemea jeshi la polisi tu peke yake kwa sababu limeshindwa kutipa ushirikiano. Tukaandaa timu kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa sababu Mdude alikuwa ni mwanachama pia, lakini ni mwanaharakati. Kwa hiyo tukaanza harakati mbalimbali, tuka mbali, za kuanza kupaza sauti, kama nilivyoanza harakati. Maanake iliwasiliana na watu mbalimbali mbali kwa ajili ya kupaza sauti. Kwa hiyo zilianza mitandaoni saa nane hiyo dakika kumi, na, dakika kumi na nane baada ya kupata taarifa, lakini hapa sasa tukaanza kugawana majukumu zikaanza kuandaliwa makundi mbalimbali kwa ajili ya kuzunguka sehemu ambazo tunaamini au tunahisi wanaweza wakawa wamemtupa kutokana na uelekeo wa majirani waliokuwa gari ilielekea wapi. Kwa hiyo wengine walielekea njia za mapori ya Mbalizi, huku wengine wakaelekea mpori ya Uyole, wengine wakaelekea sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hizo ndio initiative. Lakini initiative nyingine tukafanya jitihada ya kukutana kama viongozi, tuende kwa RPO watupe majibu ya kuyakinika, lakini kwa sababu jeshi la polisi ndo linatuhumiwa kwa mujibu wa taarifa za, za, za, za shemeji na watu waliokuja kuvamia tukasema tunataka RCO atupe majibu, huyu ndugu yetu yuko wapi. Na ukizingatia mimi kama ndugu yake alishaniambia kwamba kuna kuna mazingira ambayo hayaelewi ya kiusalama, na mimi kwa sababu ndio ndugu yake wa karibu tulikuwa tumekubaliana tuonane, lakini ndio hivyo usiku huo wakawa wameingia wamemvamia. Kwa sasa tukaenda kwa RCO, RCO akatuambia bado ba, ba, na wenyewe wako nje, mazoleja, kwenye mazoezi ya kuendelea kufanya utafiti. Tumeendelea kuzunguka vituo vya vya vya afya hospitali zote za ndani mjini, tumeendelea kuzunguka sehemu mbalimbali kumuulizia na kufanya matangazo mbalimbali, na leo pia tumerudi pia kwa RCO tumerudi kwa rasio kumdai ndugu yetu, wamrudishe ndugu yetu akiwa hai au akiwa mgonjwa, kwa sababu yaani, whatever katika hali yoyote, lakini tunamhitaji ndugu yetu, kwa sababu amepotea katika mazingira ambayo tunaamini, na huyu bwana amekuwa na ugomvi na jeshi la polisi kwa muda mrefu, kama historia inavyoonyesha. Alishawahi kuwekewa madawa ya kulevya, alishawahi kufungwa, ana kesi nyingi. Sasa hivi tunapozungumza, tuna kesi yake inaendelea kesho mlo huko huko huko Mbozi, kwa hiyo tutakwenda Mbozi. Kwa hiyo na wanamtuhumu kwamba alimjeruhi polisi alimrushia jiwe kitu ambacho Mdude hakuwahi kufanya. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, jeshi la polisi limekuwa na ugomvi mkubwa sana na Mdude, wamekuwa bias sana na Mdude. Kwa hiyo ndio maana hata matukio yanayoendelea mengine haya wanahisiwa wao, na ukizingatia responses yao ya kutoka saa nane usiku kilomita kumi kutoka alipo nyumba ya Mdude mpaka kituo cha polisi cha Sento wametumia masaa kutoka saa nane na kuja saa nne Kwa kweli katika mazingira na ya namna hii, ukianza tuka serikali ya mtaa imeondoka toka hiyo saa sa nane usiku na dakika kumi na nane wamekuja kurudi saa moja na wanatuambia polisi wamesema tuwapote yunga. Katika mazingira namna hiyo tunavitaka vyombo vya dola vitende haki, tuwarudishie ndugu yetu, na waliofanya uhalifu huu wakamatwe, watafutwe, wakamatwe na hili swala liwekwe bayana. Hiyo ndio hali iliyopo, na tunaendelea kushinikiza. Na kesho pia tunaandaa programu, tunaandaa strategy, tutakwenda katika vyombo vya ulinzi, vyombo vya usalama, ofisi za serikali za umma, watuonyeshe ndugu yetu yuko wapi. Huyu mtu ashawai kuwatuhumu kwa mambo mbalimbali, akiwepo arasio wa, wa Mbeya wamekuwa na, na, na, na ugomvi wa muda mrefu, wamekuwa wanamwonea Mdude kwa muda mrefu, kashamwandikia na alitaka kumshtaki kwa. Katika mazingira ya namna hiyo, tunamwomba RCO kujisafisha na hizi tuhuma zinazoonyeshwa na kuelekezwa katika jeshi la polisi, ni kumrudisha Mdude akiwa salama. Tulikuwa hospitali ya rufaa baada ya kutoka ofisi za RCO leo, ambaye ametuambia leo wenyewe wanaendelea, anasema yuko fiji, wanamtafuta Mdude. Tunamwombea huko wanapomtafuta wampate, kwa sababu tunategemea kabisa watampata kwa sababu E, yani, we, tunataka jitihada japo hatuzioni hizo jitihada. Ile akasema wako wanamtafuta. Tulipotoka hapo, tulikwenda hospitali kwenye kumwangalia katika vyumba vya, vya, vya, vya, vya, vya wagonjwa, lakini tumependa walio waliojeruhiwa, lakini pia tumekwenda pia mnaita mochari, tumeangalia kama kuna maiti ili kukagua maiti kama atakuwepo ndugu yetu, hatujamkuta. Kwa hiyo katika mazingira hayo tunaamini Mdude yuko hai na waliomchukua wamrejeshe, kwa sababu huyu sio mwizi, huyu hatembei na wake za watu, huyu ni kijana mcha Mungu, anahofu na Mungu, hana tuhuma hizo. Kwa kwa, kwa lugha nyingine tunajua mtu pekee ambaye wana ugomvi na, na Mdude kwa muda mrefu ni jeshi la polisi na serikali. Kwa hiyo serikali na jeshi la polisi watupe majawabu, yuko wapi Mdude? Hawa wana amekuja wamenitafuta wale wanitafuta, lakini mwisho wa siku nikagongana nao soko matola, tunapika soko matola, wakasimamisha gari yao. Baada ya kusimamisha ile gari yao akashuka huyo askari anaitwa Afande Shabani, akawa nani ameniita, nimemfuata, nimefika pale akaanza kuniambia kwamba wewe bwana, mbona unataka kutafuta wapatikani, sijui nini, lakini mwisho wa siku nikamwambia nendeni kwenye point akasema, bwana sisi, shida yetu ni moja, tusaidie tu kitu kimoja. Tunataka tufanye ujasusi, ufanye ujasusi, eh ujasusi, utuonye, utuelekezi anapokaa Mdude. Nikaambia Mdude mimi kwanza hapa mjini muda mrefu hayupo, amishahama, yupo Tukuyu na sijui Tukuyu ni sehemu gani wao walivoweza kurudi kuna kwangu ni kuniambia wakaniambia, tukupe hela kwa kutoka kupangie gesti mazingira ya tukui, ukae huko huko, uhakikisha unamfuatilia huyu bwana mpaka unampata. Sasa baada ya hapo, baada ya juzi juzi kunarawa kwa, kwa, kwa jamaa, jana ndo napewa taarifa, naambiwa Mdude amekamatwa, amepigwa sana kapigwa na hajulikani. na huyo afande unasema alikuwa anaitwa nani? Huyo anaitwa Afande Shabani, unamfahamu siku nyingi, hapa Mbea unamfahamu vizuri, ni, mi... ni afande hapa Mbea, askari hapa Mbea na yuko mkoani, yuko mkoani. Huyo yes. Mwingine, mwingine mkoani? Mkoani. Mmerasi, hoti, uh, wako mkoani. Hiyo gari walikuwa wanatumia gari ya aina gani? Hiyo gari ya aina anua, ni aina ya noa, ina rangi nyeusi namba yake ni namba gani? Sawa. Huyo mwingine ukiachana yeah. na Fande uh, Shabani, huyo mwingine alikuwa anaitwa nani, Veda? Veda ndiye alianza kushuka baadaye akashuka Shabani. Sawa, tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Asante sana, ndugu mwandishi wa habari, tuko hapa hospitali ya Rufaa a mkoa wa Mbeya ya kanda yetu ya Nyasa, na nia na mazumuni nikuja kumtafuta ndugu yetu Mdude Nyangali. Kwanza niwashukuru sana wanachama wote, viongozi na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya, lakini na wakanda ya Nyasa kwa ujumla, na Watanzania wote kwa ujumla kwa jinsi ambavyo mnazidi kumombea bwana Mdude Nyangali. Leo tumezunguka karibuni kilomita kumi kwenye mkoa wa Mbeya, tukizunguka katika maeneo mbalimbali kumtafuta ndugu yetu Mdude Nyangali tumefika hapa hospitali ya rufaa ya kanda, tumeangalia maeneo yote, tumefika mpaka mochari, lakini inaonekana hayupo. Tunaamini Mdude Nyangali bado yu hai na kwa sababu tumefika e, tumeanzia kwa RCO na tumezunguka maeneo mbalimbali, na kwa RCO tumepata taarifa kwamba ameondoka na polisi wake yuko kuzunguka maeneo mbalimbali kutafuta ndugu yetu Mdude Nyangali, na kwa sababu tunaamini kabisa kwamba Mdude Nyangali yuko hai, tunaamini kwamba e, pia RCO hatarudi mikono mitupu. Kwa hiyo tunaendelea kumwombea na tunaomba Watanzania wote waendelee kumwombea na tunaomba usalama wa raia katika nchi hii uendelee kuimarishwa, kwa sababu usalama wa nchi umeendelea kuwa tete zaidi. Asante sana na madisha.